Unapofafanua neno la Mungu unamfahamisha mnini? Mjinga, mjinga ni yule mtu ambaye hajui maandiko matakatifu. Kutojua maandiko mani, matakatifu ni u, ni ujinga mno. Yaani, Martin Luther alipoanza kazi yake ya utengenezaji, watu walikuwa wajinga, sababu walikuwa hawajue neno la Mungu, lilikuwa walisomwi tena. Sasa hili neno la Mungu liendelea kusomwa vijijini katika makundi madogo madogo, hata kama alikuwa amefungwa hata kama wanadoa ubongo wa uongo walikuwa wameaibuka wa kumupinga, lakini walikuwa tayari wameshindwa na shetani tena, wakashindwa na watu wanaendelea sasa kusoma Biblia. Wafuasi wa kanisa la papa walikuwa wamewaachia makasisi na watawa jukumu la kujifunza maandiko. Sasa eh, waliwaita ili eh, wayakanushe mafundisho mapya hapa wanasema wafuasi wa kanisa la upapa waliitwa wakaita uongozi wao kusudi wasaidie watu kukanusha au kukataa hiyo mafundisho mapya. Hiyo mafundisho mapya ni ile mafundisho ya kusoma Biblia ambayo inaleta nuru. Sasa maasisi wao waka, wakapewa kazi ya kwenda kuzimisha hiyo juhudi ya kusoma maandiko eh, matakatifu yaani ile mafundisho mapya hmm. Lakini kwa sababu ya kutojua kwao maandiko makasisi na watawa walishindwa kabisa. Haleluya! Wewe unaenda pingana na mtu mwenyewe anasomaka Biblia, unaenda pingana naye aseme, unamkataza unamletea hii verse ya kumwambia aseme, ya kumnetralize eh, yeye anakupatia maverse makumi tano. Haleluya! Sababu yeye ni msomaji, sababu yeye ni msomaji. Kwa ndugu, tuwe wasomaji wa Biblia. Nakumbuka wakati uliopita <coughs> samahani, katika miaka ya elfu moja mia kenda makumi munane na tano kupanda kuliimbuka watu ambao wanaitwa watampera, walijiita watampera. Walianza kwa wanafundisha watu kuacha pombe, namna ya kukula, namna ya kuvaa, vitu ya temperance, namna ya usafi, si vile? Kisha wakaanza kuleta tena mafundisho ya mageni ndani ya, ya ya mafundisho matakatifu. Wakaanza kuwa wanasoma hii tragedy ile, wakati ilikuwa inauza ilikuwa inauza kama madesa dola hivi, hii kitabu ya tragedy walikuwa wanakuwa na moja au mbili tu, wako napita wanasomea watu, sababu ile wakati mbele watu hawakuwa wasomaji. Walidanganya watu mpaka, kusudi upigane nao, ilikubidi ulale usome, uache makazi zingine na wao usome, ndipo utaweza kugundua ujanja wao. Haleluya! Nakumbuka mimi nilipoanza kuingia kanisani, nilikuwa tu ni ngali mchanga, mshiriki mpya, lakini walipofika kwetu walisoma hii kitabu. Wakasoma avertisseme finale le chapitre. Nilikuwa na secondaire tu, sikuwa na masomo mengi, nilikuwa nasikia Kifransa vizuri. Anasoma lavertisseme finale, anasoma anaruka, hata soma introduction hata soma kumwisho, anaenda mule katikati kwenye kuna sema seme, waongozi wa, wa makanisa watasimama kusudi wa ziwe, ile ukweli isiweze kufikia washiriki wa wao, wow ana, ana tafsiri sema hawa pata ambao mnaona mataa hizo zinika wako na wazuia msikie ujumbe wetu sisi wa Tampera eh, ile wakati watu walimfuata wengi sana nikasema hii kitabu naitaka na mimi ndani sijui kitu alipiaka chini nikasema nilikuwa sa black kama vile na mimi niko na wafuata mimi ni wa pouvez contrer walipoitea chini mwambia mnisame na mimi nisome nika, nikaikala sana pale nikasoma nikasoma introduction iko nasema juu la papote iko nasema juu ya watu ambao watatia ibada siku ya nini? Siku ya Jumapili badala ya juma ya ya Jumamosi. Sasa wakati watakuwa hapo, nafundisha siku ya Sabato, watatia force, wataanza hata kutia watu mprizo, kusudi ile ukweli isifike, isifike nini? Waumini well, wao hmm. Nilipo soma nitafika kwenye wale wanaosema wa Adventiste kama wao ndio watazuia watu wasitokee ukweli, sikupaona. Nikamaliza chapitre yote na sikupaona uko tena. Chini ya pale nikutana, wanasema le catholique et le protestant agissent de concert wenyewe wataunganika wata, wata pamoja kusudi ukweli isifikie watu. Wao ni Katolika na Kiprotestanti, kwa sababu wale ndio wenyewe wako na ile shuka shuka ya juma ngapi ya Jumapili. Ndio nikasema kumbe hawa watu, kusudi upigane nao yafaa uwe msoma na kusoma ye, we, kwa, kusoma kusudi wapiganishe ifo, kuanzia juu unafika chini. Kama unasoma vinusu, vinusu hauwezi wezana na wa, nini, watu wanabiwa nini? Oh. wa uongo. Yaani ndugu wapenzi, ifo, tukuwe wasomaji hawa nao so egliza Katoliki ilichagua watu ambao ni wamwani wale, maasisi wale watu wakubwa wakubwa ambao wanaelewa sana, lakini hawasomaje nini Biblia, wanasomaga tu ile vitabu vitabu tu, hawasomaje biblia vizuri. Sasa wanaenda pingana na kuzima ile moto, kuzuia wale watu ile ujumbe wao isiendelee. Wale wafuasi wa nani Wanitere walipopima walishindwa. Haleluya! sababu hawakuwa wanajua ma maandiko iko sawa. Vile Shetani hata kama naye ni mwelevu, anajua maneno matakatifu, anajua Biblia. Alipopingana na Yesu je, aliweza? Alipoambia Yesu, imeandikwa ushitupe kwa sababu atatoa malaika wako, wataukamata kwa mikono yao, usijikwae. Yesu naye akamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wa andiko kuandiko andiko kuandiko. Je, utaweza shindana na ujue maandiko? Wandugu na wadada, tuwe wasomi tusome kwanza Biblia vizuri, tusome kitabu ya roho ya unabii, ndipo tutaelewa. Unajua sisi wa Adventist kujua maandiko yetu haitokani tu na kusoma tu Biblia. Tunaposoma biblia vizuri sana, tunasoma pia na roho ya unabii, tunaelewa mambo mengi sana ambayo makanisa mengine hawawezi kuelewa. Makanisa mengine hawawezi kuelewa sababu hawana ukweli, sawa ule ukweli ambao tunao. Tunakuwa na biblia tunaisoma yote na tunaikubali tangu mwanzo hadi mwisho. Kuna wengine ambao wana jiba zetu mu Novo Testament, injili, injili ya Yohana Mtakatifu, amen. Sasa hivyo vile hautasikia naenda kwa Isaya, hautasikia naenda mwanzo mu Mizaburi, hautasikia naenda kwa Kumbukumbu la Torati, hautasikia ase, ile vitabu ya zamani aseme ile masheria zote ziondoa na msalaba wa nani, wa Yesu Kristo. Ndio maana wanaelewa vidogo sana sisi tunaitwa kusoma kila kitabu cha biblia kila andiko lenye pumzi lafaa kufanya nini kwa kufundisha na kwa kuyaonya watu makosa yao na kwa kuadhibisha katika ukweli ili mtu wa mungu awe amekamilika kwa kutenda matendo mazuri yote haleluya timotheo ya pili, sura ya tatu mstari wa kumi na tano hadi kumi na saba ndio vile inasema kila andiko lenye pumzi lakini wao wanasema ile vitabu ni vya zamani hautavisoma sisi tunasoma kila kitabu na tunaelewa tunajua kitabu kina kina uhusiano gani na hiki kitabu. Hiyo ndio inaacha watu wanajua ukweli, lakini tunaposema waadventista haiko haiko wote, sijue kama na uko ndani huko waadventista, eske na huko msomaji, tunaposema waadventista ni wale wale wasomi wale ambao wanasoma, yafaa tuwe wasomi. Hawa watu waliopewa mision ya kwenda kukontrekare hii ujumbe wa wa wa Martin Luther walishindwa kabisa, hawakuweza mwandishi mmoja mkatoliki alisema kwa kwa majonzi makubwa Lite amewashawishi wafuasi wake kutoamini hekima yoyote isipokuwa maandiko matakatifu. Alisema aki-, aki, aki nungunika, wana wanaa watu tuwaache sababu Lite alishawatia alishawatia ndani lomari na sijue na, na nini. Mnajua lomari lomari na time ni mayane ambayo mutu anakunywaka, kisha unakuwa na akili mingi unasoma bila kuchoka. Sasa nao walipowaendea wale watu wakakuna, wakutana wanashindwa, walisema hawa watu tuwaache, sababu Marteli tayari ashawaloga, hawawezi pokea mafundisho mengine isipokuwa kusoma nini? Kusoma, kusoma Biblia. Basi kwa ilikuwa watu mzuri wao, ndio walikuwa makosa wanapofundisha watu vitu vingine badala ya Biblia. Sasa waliposhindwa, alisema kwa anapohangaika sana, akasema hawa watu litere amesha ha washawishi hawa wafasi wake kutuamini hekima yoyote isipokuwa maandiko matakatifu. Lakini heri yule mtu ambaye hawezi kupokea ingine hekima isipokuwa maandiko matakatifu. Haleluya! Ikiwa wengine mafundisho yote unaweza kuikataa, unakufuata una tu maandiko matakatifu, heri kwako. Makundi ya watu walikusanyika kusikia ukweli uliokuwa ukitolewa na watu waliokuwa na elimu ndogo ujinga wenye kuaibisha wa wakuu waliokuwa na elimu ndogo. Ujinga ndio na wakuu ulidhihirisha kwa hoja zao kujibiwa na mafundisho sahihi kutoka katika neno la Mungu. Wale watu ambao walikuwa ni waongozi, lakini ambao walikuwa na ujuzi mdogo na elimu mdogo, walifundishwa vizuri na neno la Mungu. Wafanyakazi, askari, wanawake na hata watoto walikuwa na uelewa mpana wa maandiko kuliko makasisi na madaktari walizo eh, walio waliofuzu. Ni kusema hao madaktari na makasisi ni wale waongozi wa Katoliki ambao walikuwa wamesoma theolojia za mrefu sana lakini ambao hawakuwa wanasoma Biblia. Sasa hii ukweli wa Bartett ulipofundishwa wanawake, waaskari, wafanyakazi na hata watoto walikuwa wanajua Biblia vizuri sana, kushindia wale watu ambao walisoma ma theolojia ambao walikuwa wanashirikia nyumba zao za kimakuva, wanasema wao ndio wako na akili mingi ya, ya kiroho. Hawa watu wachanga sana walimaji na wadini walikuwa wanajua na elimu ya, ya Biblia kushindia wale watu wengine ambao walikuwa wanawakataza, sababu walifunzwa Kusoma Biblia kuifanya ya kwanza na ya mwisho katika maisha yao. Na sisi yafaa tufanye Biblia ya kwanza na ya mwisho katika maisha yetu. Katika siku zako usikose muda wa kusoma Biblia. Mara nyingi tunaambiwa wangapi walisoma Biblia, unakutana hakumi kusoma Biblia. Wewe peke kujisomea tu kwanza, unakutana tire au ni mbili au ni tatu. Juma inaisha na hausome Biblia, japokuwa kabla ya kubatizwa, mbele mtu abatizwe, anainua mikono mara kumi na tatu miongoni mwa swali ambazo tunaulizwa, unaamini kwamba Biblia ni neno la Mungu, unaahidi kuisoma kila siku na kuifundisha wengine? Unanyosha mkono karibu ndiye mbili. Lakini sasa acha umbatizo, kukua kwenye Biblia hiko hakuna kwa ndugu. Acha niwambie kwamba hatashinda katika safari hii kama hatuwe wasomaji wa Biblia, hatuwezi kufundisha vizuri kama hatuwe wasomaji wa Biblia. Hebu tupende Biblia, tuzisome. Unaposoma Biblia, hata yule mtu mdogo mwenye hana elimu anakuwa na ujuzi, anakuwa na elimu, anakuwa na hekima kushindia hata wale ambao walifanya ma, madoktora na madoktora. Unaweza kuwa daktari vitu fulani na hujui Biblia, uko mjinga. Ukweli na hekima nzuri ni ile ambayo inapatikana katika maandiko matakatifu, sababu hawa ambao Katoliki liwachagua waende wa neutralize walishindwa. Hata watoto wadogo walikuwa na wajibu wanakosa namna ya kusema sababu aa, walikuwa wasomaji wa Biblia, vijana hmm, wenye wenye nia ya kujitoa kujifunza, wakiyachunguza maandiko na kujizoeza juu ya kazi za kale zilizoandikwa kwa ustadi, kazi za kale zile ambazo waitaii walikuwa wanatumika kwa ustadi, wa vijana wanapozisoma wakiwa na akili zinafanya kazi vizuri na bila mioyo ya hofu. Vijana hawa walipata elimu ambayo kwa kipindi kirefu mtu yeyote asingeweza kushindana nao, haleluya. Walipojifunza jinsi na jenese ya wana wa Israeli walikuwa wanajifunza miradi, wanajifunza masonerii, wanajifunza kila kitu. Ukumbuke kama wana wa Israeli walikuwa wanafundishwa kazi kiasi kwamba walipokuwa wanahitaji kufanya kazi hawakuwa wanaenda kuemkukuu kuemporte watu wateknisie inji wateknisie walikuwa miongoni mwao. Ule sharpantia iko pale, wamasto iko pale, enjeniere iko pale, mtu wa kusetra matofali iko pale. Wao ubeke alikuwa wanajifanyizia kazi, wanaimaliza bila gharama ingine yoyote yo. Haleluya, wakuranda mbao wako pale. Niko saa vile tunaeza jenga hii kanisa, kila mtu anasema mie sharpante ni yangu e, mie kusatura matofali ni mie, kuirunguza e, mie nitajua kurunguzi mie nitajua kuchimba. mimi nitajua ku, ku, ku kupandisha si vile? Mimi najua kumwanga beto na, kila mtu anafanya kazi yake yale. Makuta yetu naweza toa kidogo kido, sana. Sasa awa vijana waliposoma Biblia waliposoma makazi ambazo Waisraeli walikuwa wanafanya, kwa vijana wali- walipata ufundi mule, wakawa wahanga na waka, wakaanza kutumia hiyo kazi, ikawasaidia sana katika mafundisho mapya, watu walikuwa wamepata mambo yaliyo akidhi mahitaji ya mioyo yao, na walipewa na waliwapa kisongo wale ambao, kwa muda mrefu, waliwasilisha makati yasiyofaa ya sherehe za mapokeo mapotovu na desturi za kibinadamu. Walikuwa wamefundisha mapotovu na desturi za kibinadamu kwa muda mrefu, wanakula wakati sasa waliposoma Biblia waliona kama walipotezaka wakati, wangeanzaka mbele kama wako mbali. Najua vile leo watu wa ambao hawaanze kujifunza Biblia vizuri na kujifunza Biblia hata katika makundi makundi, watagundua kama wamechelewa sana. Ingekuwa kama sisi wote ni wasomaji wa Biblia, kila mtu anasoma Biblia ye peke, kisha tunasoma katika makundi makundi, saa vile tunafanyaka siku ya Sabato katika shule ya Sabato. Ingekuwa kama tuko na zingine madarasa kwetu kunyumba za kujifunza Biblia pamoja, kama leo tuko mbali katika ujuzi wa Biblia kama na habari njema ilishafika mbali sana, lakini kwa sababu tuko wazembe wazembe. Maana tuna tunafanya marche si si plus. marche si si plus. Sababu hatuko wasemaji wa Biblia. Mateso yalipochochewa dhidi ya walimu wa, kwe, wa ukweli. Hao walimu wa ukweli, kuna mateso ambayo yalichochewa kwa ajili yao. Sasa ile ma-ma mateso ilipochochewa kusudi wateswe Hmm. Waliyakumbuka maneno ya Kristo alivyosema katika Mathayo kumi makumbi na tatu. Alisema namna gani? Alisema hivi, lakini watakapowafukuza katika mji huu kimbilieni mwingine. Haleluya, watakapowafukuza katika mji huu mukimbie katika mji mwingine, lakini muendelee na kufanya kazi ya kuhubiri Injili. Haleluya! Sasa walipowatesa walikumbuka hii fungu ambalo Yesu alisema, ikawatia moyo. Haleluya! wakimbizi wangeweza kupata hifadhi na kukaribishwa na watu wa karimu, na kwa hiyo wangemhubiri Kristo pengine kanisani ama katika nyumba za watu binafsi ao mahali pa wazi public. Waliweza kufundisha katika makanisa kwenyewe, wali kwenye walikimbilia wenyewe, walipokelewa na watu wazuri, na waliweza kufundisha katika mafamilia ao ikiwezekana, waliweza kuhubiri hata katika mali yapi publique msoko kubarabara kuma katika mauanja, na habari njema iliendelea, hata kama walikuwa wamekimbia kuhubiri habari njema, huku ukiwa mkimbizi. Hata niwaambie kama kama kuna kitu ambacho kinaleta habari njema, ukimbizi iko ndani. Mtu anakimbia akiwa Mkristo, anafika fasi kwenye nakimbilia kwenye uko usalama, hata hawajua hata kitu, lakini amekimbia na ukristo wake, anaanza kwa kuabudu, anaanza kwa kufundisha watu ujumbe unaingia una katika ile eneo hautatokaka. Haleluya! ujumbe unaingia pale hauta na hautatokaka wa utaendelea. Na hawa watu nao, walipokuwa wanakimbia hizi ziki za watu wa kuwatesa, waliweza kufundisha na habari njema iliweza kuenea fasi yote, hmm. Viongozi wa kanisa na serikali, bila mafanikio, waliwafunga gerezani. Viongozi wa kanisa na serikali waliweza kufunga watu magerezani bila nini? Bila mafanikio. Wanawaza wakifunga watu ndipo habari njema ya kusoma biblia itasimama, lakini haikufanya nini? Haikusimama. Njoo kuwasha moto sasa, mateso moto na upanga. Watu walikuwa wanateswa, walikuwa wanatupa ndani ya moto, walikuwa wanakatakata na maupanga, lakini hiyo haikuzuia habari njema ya kusoma Biblia. Maelfu ya waumini walitia muhuri imani zao kwa damu yao, kutia muhuri imani yao kwa damu, kwa damu yao, anakubali kufa kusudi aonyesha imani imani yake. Na bado mateso yalisaidia kueneza ukweli. Mateso yanasaidia kueneza nini? Ukweli. Kadiri watu wanateswa, kadiri ukweli unafanya nini, una, unaendelea. Hmm. Itikadi kali ambazo shetani alijaribu kuungana nazo zilileta matokeo dhahiri ya tofauti iliyokuwepo kati ya kazi ya shetani na kazi ya Mungu. Zile maitikadi kali, zile mamisimamo mikali ya kutesa watu kusudi wanetralize o, olie zietralize kazi ya Mungu ziliendesha mbele. Kwa hivyo shetani akawa ameshindwa. Hii ndiyo maendeleo ya ya nini ya utengenezaji katika nchi ya lini ya Ujerumani kwa mwisho iliweza kushinda, hata kama ilianza kwa kufungwa kwa kufunga kwa marterite na wale ambao walikuwa wafasi wake. Wakakutana na watu wengine ambao wataendelea kuwa, eh, neutralize lakini wakufaulu. Na walipoendelea kusoma Biblia katika vijiji na mahali pengine waliendelea kuwa wahanga huku wakienda ubishi, wakienda ubishi na watu wa, wa katoliki na kuwashinda wakaanza kuwatesa, na ile mateso nayo haikufikia kitu, bali ukweli uliendelea na habari njema ikaendelea. Mungu abariki neno lake katika jina la Yesu, amen. Je, kuna yule ambaye anakuwa na, na swali au nyongezo? Kuwa una swali ama nyongezo, basi karibu. Sawa, hivyo hakuna swali ama nyongezo, basi tusimame, tusimame ili tuende kwa Mungu. Tuombe. Asante Baba wetu mtakatifu, muumbaji wetu, mfalme wetu, tunakushukuru sana kwa sababu kwa neema kubwa umekubali tufike katika pumziko hili la sabato tukiwa wazima. Tunasema jina la Mungu lipewe sifa. Asante kwa fundisho nzuri ambalo unatoka kututolea hata kama ni la kutisha, sababu ya kufungwa, sababu ya kuuawa kwa upanga, sababu eh, ya kukatwa na kutoa ndani ya moto, lakini kama vile Yesu amesema, wakitesa watu katika mji mmoja, wakimbilia katika mji mwingine. Uliweza kusaidia watu wana, wana, wana matengenezo walipoendelea kujifunza Biblia na kuifundisha watu Baba, mwisho na mwisho waliweza kushinda na shetani aliweza kushindwa. Tunasema jina lako tufuripe usifa. Na kwa sisi leo, Baba, utupe kwa wanafunzi wazuri wa Biblia hata kama tunaweza kutana na vikwazo vingi, utupe kuvishinda katika jina la Yesu, tusome Biblia na tuifundishe wengine ili uweze kututayarisha kwa ujio wa Yesu Kristo unaokaribia. Atakapokuja aputa, tuko tayari tuweze kutuliti ufalme wa mbinguni. Tunaomba haya yote kwa jina tukufu la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo, amen.